Kwa dada zangu ambao hamna kaka, kuanzia leo mimi ndo kaka yenu. Emna mbieni kaka, mambo hey. Poa, nimepokea salamu yenu. Sasa kwa dada zangu ambao mpo katika mahusiano lakini ah, labda hauna kaka sometimes wa kukusanua au kukufundisha baadhi ya mambo kadhaa tu kuhusu wanaume, mimi kwa sababu nimejitolea kuwa kaka yako basi acha nikakufundishe kitu kidogo ambacho unatakiwa kukijua leo. Katika meza yangu kuna vitu vinne, dada yangu, ambavyo binafsi unatakiwa uvijue unapokuwa kwenye mahusiano na mwanaume wako. Yani naenda mbele, rudi nyuma, ila make sure hivi vitu vinne unavijua. Yawezekana kuna vingine unatakiwa kuvijua lakini utavijua mbeleni, ila kwa sasa hivi anza na hivi vinne ambavyo mimi naenda kukwambia. Lakini kabla sijaenda kukutajia hivi vitu vikubwa vinne ambavyo unatakiwa kuvijua, mwanamke wa kileo, naomba nikwambie kitu kimoja, kwa wale watu ambao walikuwaga wanatengeneza simu kwa fundi ya buku kule Kariakoo nadhani mwaka jana tulikuwa tunamfanyia matangazo mengi sana fundi Abu, na kuna baadhi ya wa watu mlifanikiwa kutengeneza simu zenu. Sasa safari hii bwana Abu amefungua chimbo jipya ambalo ni kubwa tofauti na pale alipokuwa zamani. Sasa hivi fundi Abu yuko pale mtaa wa Msimbazi pale pale, kabla ujafika kwenye kituo cha polisi, hapa nyuma kuna kituo kingine cha mwendokasi. Mkono wako wa kushoto tu utaona bango limeandikwa Abu Ada, Abu Ada. Bwana anatengeneza simu za aina zote, lakini pia ukifika pale ndani ya Abu Ada unaweza pia ukajipatia protekta, makava ya simu iPhone. So, na kila kitu vinapatikana pale pia kuna charge, kuna ports, kuna vitu tofauti na vingi ukifika pale kwa Abu. Sasa unasubiri nini? Unaweza kumpigia kwa namba hizi hapa ambazo unaziona kwenye screen. Wewe mpigie muda wote Abu akutengenezee simu yako, kama una simu imeshindikana kupona. Oh, afundi Abu mwisho wa matatizo, si ndio? Sasa kitu cha kwanza ambacho unaenda kukwambia, dada wangu, ambacho unatakiwa kukijua kutoka kwa mwanaume wako, cha kwanza inabidi ujue mwanaume wako anapenda rangi gani bwana Nisikilize kwa umakini siku ya leo. Utakapojua mwanaume wako anafagilia rangi gani katika maisha yake, hii itakusaidia kupunguza gharama ya kujiuliza umnunulie zawadi aina gani, lakini pia itakusaidia wewe ku, yani, kujua hata pale labda unapomkosea unapo inabidi uvae nguo gani ili mradi labda anaweza kusamehe. E bwana, kama mwanaume wako anapenda vitu vyeupe ndani kwake, labda anapenda kununua vitu vyeupe, nini cha kwanza ambacho unatakiwa kukijua, hata unapokuwa labda unahitaji kuomba samani kwake, basi jitahidi kama ni zawadi kumnunulia, mnunulie zawadi nyeupe, kama ni sijui unataka kwenda kuomba samani, mvalie nguo nyeupe. Hii itakusaidia pale mwanaume hata kama anataka kuondoka akakuangalia the way umependeza, kwa sababu ile rangi ni kitu ambacho yeye anakipenda. Umenipata dadangu? Lakini kitu cha pili ambacho dadangu natakiwa kukijua siku ya leo ni kwamba mwanaume wako anapenda starehe gani? E bwana, ukishajua starehe ya mwanaume wako, hii haito kusumbua kichwa kujiuliza sasa hivi uko wapi, anafanya nini? Kama unajua mwanaume wako ye anapenda mziki, basi jua hata pale mtakapokuwa mnakosana, kuna sehemu tu yeye ataenda labda klabu, ataenda wapi, kwa sababu hilo vibe lake. Hata kwa watu wa kawaida eh, kama mwanaume wako anapenda movie, nenda nyumbani, lazima atakuwa nyumbani, si ndio? Kama mwanaume wako anapenda game, hebu kuwasiliana na marafiki zake ambao ni wa karibu. Hii itakusaidia kujua mwanaume wako ni mtu aina gani. Fanya vyote dadangu, lakini hakikisha unajua mwanaume wako starehe yake ni ipi. Kitu cha tatu ambacho unatakiwa kukijua ni kwamba uh, mwanaume wako anapenda Yani, fanya vyote inabidi ujue. Ha, kuna mahusiano unakuta labda mwanamke ni wa kawaida sana, yani hata mavazi aliovaa ni ya kawaida mno, lakini unakuta jamaa ndo ame fall in love pale, yuko pale, mtu anajiuliza oh my god. Ha, mwana, waka, anapenda, wa dangu, kwa nini huyu mwanaume hana huyu mwanamke? Ukishajua mwanaume wako anapenda wanawake wa aina gani, cha kwanza dadaangu, itakusaidia wewe kuishi kwa uhuru, kwa sababu hautakuwa eti, mfano umemwona kwa mbali, upo sijui na mtu fulani wa hivyo, unajua yale yale sio mambo yake, labda itokee okay. unajua Uh, yani kuna namna fulani tu hivi utakuwa huru, lakini kuna muda pia unakuta labda, mfano ukishajua mwanaume wako anapenda wanawake wa aina gani, mfano uh, umegombana naye labda, kuna ile sometimes kwenye mahusiano yanatokea oh, kila mtu afanya maisha yake sijui nini na nini fanya maisha yako, unakuta sasa wakati ule ule wewe umekaa kimya na yeye amekaa kimya, kila mtu anafanya maisha yake, unakuja kugundua kuwa uh, ameposti picha ya mwanamke fulani hivi lakini ukicheki kabisa kuwa hivi ndo vitu vyake wao, nafikiri kuna nini hapo. Sijakusaidia ya dadangu. Lakini kitu cha nne kabisa, inabidi ujue mwanamume wako anapenda chakula cha aina gani. Oh my god, yani ndio pointi kubwa ambayo nilikuwa naisubiri mimi jamani, ninayependa kula. Na sio mimi tu, hata hawa wanaume wengine, wanaume guys wanapenda kula chakula kizuri. Mimi naambieni ukweli, yani hakuna kitu mwanaume kinamuuma kama atoe la yake mfukoni anunue chakula kwa mamantilie au restaurant yoyote, afika kakutana na kile chakula sio kizuri e bwana, mwanaume uaga anajisikia vibaya sana kwa sababu wanaume yani, ni watu ambao wage tunaumia sana pale tunapokula chakula kibaya mwanangu, yani tunajisikia vibaya vibaya mno, yani sijui yani unaona, kama kuna vitu yani, unaona kabisa mwanaume wage anaona ah, nimenyimwa vyote. Sasa yani nimenyimwa hadi hadi kula vizuri, unajua he? Na ndio maana utakuta kuna mwanaume mwingine yuko tayari kutoa hata laki moja au shilingi ngapi, aende tu abebe marafiki zake, asema wa tunaenda tukanue kisahani same front tule pamoja chakula kizuri tule tushibe, wai yani ni watu ambao wanapenda kula vizuri, na unakuta watu kama hawa hivyo vitu hawavipati wana wapenzi, lakini wapenzi wao hawajui kuwapikia. Wanawake hawajui kupika, kuna wanawake ambao hawajui kupika. Kuna mwanaume yupo na mwanamke kwa muda mrefu, lakini yule mwanamke ajui, labda kwa nini, labda mwanaume wake anapika sana, kumbe unakuta mwanamke uwezo wake wa kupika ni mdogo, ijapokuwa anaona kuwa ni bora unakuta mwanamke mwana anajua kupika chakula cha kisasa kumbe mwanaume wake anapenda chakula cha asili anapenda ugali matembele ugali mlenda ugali dagaa yaani unamchanganya wewe unaenda kumpikia maviungo kibao sasa unafikiri nini kitatokea cha kwanza inabidi ujue mwanaume wako anapenda rangi gani lakini cha pili inabidi ujue mwanaume wako anapenda staili gani cha tatu inabidi ujue mwanaume wako anapenda wanawake wa aina gani na cha nne inabidi ujue mwanaume wako anapenda kula chakula cha aina gani dadaangu ukijua hapa wewe tayari umeishi vizuri na hizi tips nilizozitoa ni kwa ajili ya dada zangu wote, ambao hamna kaka, nimejitolea mimi kuwa kaka yenu. Baada ya Carolina dada niliozaliwa naye tumbo moja, basi ni wewe unafuatia. Umenipata au bado?